想kzk我能k别a你Sasa wanazungumza katika mazungumzo haya lakini mmoja amemshikia mwenzie panga. Anamwambia mimi ninachokuomba badilisha mawazo yako. Msimamo wako uwe tofauti. Anasema kuna kahisia na kapata. Ye Kai. Ye Kai. Hivi utaamini kama nikikwambia sijawahi kumpenda Mafali na maisha yake kwangu mimi si muhimu sana yaani, hiyo nayokuambia, hayo nayokuambia ndio upendo. Lakini wakati huo akiwa anaongea hapo, tukaona katika episode iliyopita ya 41 pana mtu anakuja, anasema mimi naona, mimi nilitakiwa tu kuja kufanya kisasi changu na kuondoka. Hivi fuo Mafali amefanya kitu gani? Eh, haya, Ma Kongqun, yeye wewe ndio unamlenga huyu Mafalini amekosea nini? Akasema unajua miaka ishirini iliyopita nimekuwa nikijiandaa kuja kufanya kitu ambacho nilitakiwa nikifanye wakati huu. akamuuliza lakini unauhakika baada ya hicho kisasi utakuwa na furaha? Fu Hongxue, jaribu kufikiria tena. Usitake kujiingiza katika shida zaidi. Akamwambia Ye Kai. Naomba usinilazimishe nikuu. Hebu fanya haraka uondoke.

Ilikuwa ni kitu cha kipekee sana ambacho leo anakifanya. Hii hata staili Bulu yake anayopigana anaonyesha wazi kwamba anakwazwa na jinsi ambavyo pia master fungu jinsi anavyofanya maamuzi yake, kile anachokiwaza inaonekana kabisa akimpendeza na kumbuka, kuna kazi alishawahi kupewa na mako kwamba afanye vyovyote afanye vyovyote vyote vile kuhakikisha kwamba basi e, binti yani Ma Fangling atakuwa yuko salama. Sasa ilikuwa bado kidogo tu lingetokea la kutokea, na aliyeingilia alikuwa ni binti ma mwenyewe. Yeka yuko salama. Mimi wewe unaonaje? He, ukinicheki hivi mimi ni handsome kabisa, au kwa sababu tu kidogo uso wangu umepata jeraha unataka kuniambia mademu hao watanipenda? Haya, hebu niambie, acha utani. Nini nini nini kinaendelea hapa? Wewe vipi? umekuja umekuja kufanya nini kufanya nini? mm. na mm wa wa Ikai, na ai ili, ni jambo linalotuhusu watu wawili tu hapa, halikuhusu kwa kwa nini nini, unajaribu unajaribu kumuua kumuua Ikai? kama ni ni ni ni jambo linalonihusu pia, kwa nini wewe? ni mchumba wa nani? Ah, unaona wivu sio? Kijana kimya basi, hika yakamfuata akamwambia, oya Fu Hongxue, ngoja nikwambie, umekuwa hivi muda mrefu. Mimi sifanani, mimi binafsi pia nampenda Ma Fangling, lakini ninachojua ni kwamba yeye ameamua kukuchagua wewe. Wewe usiongee zaidi. Kijana kwa aibu akaamua kuondoka zake. Kwa nini huyu jamaa anataka kukuwa? Mbona mna mahusiano mazuri tu. huyu Ta... jamaa anatafuta kudanganya, ana oh, shida gani ai? uso wangu kumbe una jeraha. Hebu acha kujifanyisha bwana, niambie haraka. Huyu jamaa ni kama vile anakumbuka zamani. Sasa leo kuna msafara, msafara wa aina yake, na msafara huu umembeba mtu ambaye amekuwa kamanda katika kikosi cha siri ambacho ni cha kijeshi kulinda eneo la mpakani kule, na akiwa anafanya kazi zake miaka yote wakimuheshimu sana. Lakini kuna mtu mmoja tumemwona amejifunika funika hapo. Anafanana kabisa na Jean Mao. Kuna filimbi inapigwa kidesign. Kumbuka kuna wakina dada wanne. Yuko anaitwa Jean Mao, kuna Linzu, kuna Ching She, kuna Jing Chen. Ni mtu mmoja tu ambaye basi ni Chui. Chui ndo aliyowasaidia hao wote kuwa huru, walikuwa set free. Waliachiwa baada ya eh, Chui non kwenda kumwomba kumwombe Mako Chin yeye abaki yeah, wenzio waondoke wawe huru wakafanya maisha yao yeah. Msafara wa gereza umesafiri katikati ya jangwa muda mrefu sana. Wana kiu. Walipofika katikati ya jangwa wakakuta kina dada fulani wameandaa kisehemu fulani hivi ambapo wasafiri wanaweza wakapatiwa chakula kama mama ntilie fulani nini, unapata maji, pombe nini huko kama kitu fulani cha kujiingizia pesa, na wao wakaenjoy kwa sababu ya ile kiu. Unaona askari magereza wakiwa na njaa na nini, wakaitwa wale wakapewa vyakula kwa sababu nao walikuwa na njaa, wakaenda wakaketi pale, wakawa wanaenjoi kula matunda, wanaenjoi kunywa, karibu kunywa maji. Huyu mtu wakati ilipokuwa ameinua usiwai, akatupiwa sumu, lakini wote walikuwa washa kula na kunywa vitu walivyokuwa wameandaliwa pale. Mtu mmoja akakimbia haraka, akiwa na funguo akaenda kufungua lile gereza

onekane na basi. Kumbe waliangaika sana kumtafuta mwenzao. Sasa inakuwaja wakiwa wanamtafuta chu, lakini wakaja wakampata. Eh, Jinmao akiwa katika hali hiyo bado anapumua, bado yuko hai. Ndio sasa anaambiwa wenzio walienda wakampata Jinmao katika hali hiyo na ndipo hadi leo yuko sawa. Nafurahi kwamba bado uko. Utanisame sana kwa kilichotokea. mimi mimi naelewa, mm, naelewa kabisa, na hata mimi pia ningeweza kufanya kama ulivyofanya pale. Ila Jinao, mimi naona kama yale yalikuwa ni makosa yangu, si ndio? Mpaka sasa bado sijaweza kufanikisha kumuua Fu Hongxue. Sasa hivi uko peke yako, ukijaribu kwenda kinyume na Master Fu, yanaweza kukupata mmoja mmoja. Mm, wewe ulikuwa ni miongoni mwetu. Sijui unawezaje kupata moyo wa kuendelea kufanya hili peke yako. Chinon. Tunataka tukuambie tu leo kwamba wewe hauko mwenyewe. Sisi tutakusaidia. Sawa. Sababu huyu bibi naye Jin Ma alisaidiwa pale na Master Fu. Kumbe upanga ule haukumkata vizuri. Aliachwa makusudi. Ajabu naye bado anataka kuungana na Chinon. Mm, na, na i kuendelea kupambana kuhakikisha kwamba basi Fu Hongxue atafia anapostahili kufia. Sisi tuko pamoja na wewe. Je, una mipango yoyote mpaka sasa? Nisingependa muendelee kunifuata. Jamani nyinyi ondokeni. Akauliza kwa nini? Sisi tumekuwa pamoja kwa miaka yote. Sasa bado unatuchukulia sisi kama ni wageni? Basi wakati yote yakiendelea jamani, kati yetu tuko wanne Ch siku chache zilizopita jimao naye ilikuwa ndio kama nimehisi amefia mbele. Siwezi kuendelea kuyaweka maisha yenu hatarini kwa mara nyingine tena nyingine tena. Lakini dada, achana na mambo mengi, mimi nafikiri sisi tuko tayari kwa lolote. Mm, usituambie tuondoke. Haya basi sisi tutaendelea kupambana mpaka na pengine tutaishi hata miaka mia nane hatujali kuhusiana na swala la kuwa na furaha 1000 suy, yu yu na? bado tunataka kuhakikisha tutaendelea kushikana hivyo hivyo, tukashikamana kwa umoja siku zote De. Hakuna atakayeweza kututenganisha, so, kwa okay. Hiyo sisi hatuondoki, tuko na wewe i

Sikutegemea kama leo utakuwa na furaha namna hii. Nini ambacho kimetokea ukiwa unapiga story unadhani kwa sababu hilo jambo labda alinihusu moja kwa moja nitajua. Basi nisema tu leo, sitakuuliza sana vitu vyako. Nimekuja leo nataka. Sikudhani kama leo utahitaji kuniambia kitu kama hiyo, kwamba unataka kunisikiliza. Ah, niko tayari kukusikiliza. Umenisaidia mara nyingi sana. Wala usijali, mimi ni mtu ambaye najua watu ambao wako upande wangu. Ndio maana niko tayari kuyaweka maisha yangu hatarini kwa ajili yao. Mimi sihitaji wewe weke maisha yako hatarini kwa ajili yangu, mimi kwa nahitaji wewe endelee kupambana wakati wote kwa ajili ya sisi. Ni muda mrefu sasa tumekuwa pamoja, lakini kuna kitu nimeshafanya maamuzi. Nimeamua <laughs> kumwoa Miss Ding. Wewe unasemaje? Yaani nani wewe na Ah, ah, sasa wewe ulishasema wale miaka iliyopita. Na hii ni barua ya posa, tayari nimeshaiandaa, naamini kwamba hii Kai utaipokea vizuri. Cheka cheka pale. Lakini unajua ndoa kaka, e, sio kitu cha, po, cha kuchukulia poa. Baada ya siku chache hizi mbili tatu kuona harusi harusi za hapa na pale, mi nafikiri si kitu cha kunyogoa. Ni lazima mtu mmoja aamue kufanya maamuzi. Uh, sio kusema kwamba mimi sitaki kuanzisha familia. Lakini yule binti ibwe ni, ni mtu wa, mwenye akili. Okay. Wako mabinti wengi wa leo. Kwa nini unahangaika na huyo? Mimi nimeshatafuta sana. Nafikiri katika wanawake nilioaona kweli wako wengi lakini kwa mtu ambaye anasema anahitaji kuishi naye ni siku ee, naye zote tule pamoja, na nadhani ah, kwa nini mimi nimeamua kuchagua huyo kati yao? Nafikiri Miss Ding ndo mtu ambaye anaweza kunishauri kuniambia kitu. Nikasikia kwanza nikiliona tabasamu lake, kaka kaka, akili yangu yote inahama. Sasa anamwambia hivyo, huku anamchungulia vipi, kina muuma e, anataka kumpima vipi, vinamuingia akamwambia nimeshafanya maamuzi. Eh Yika akamwambia fikiria tena bana. Sasa kaka, nafikiria kitu gani? mm. Wewe unataka tuanze tu kuua watu kufanyaje? Kupambana huu wakati huu kaka, mimi nimesha na hiyo yote ni kwa sababu yako Yika, umenipa kwanza. Unisamee sana lakini naomba tafadhali pokea barua yangu ya posa basi. Ah, wewe chukua barua yako ah, brother Yika. Si ulisema wakati wote kwamba mimi nikihitaji chochote ama nina shida yoyote naweza nikakuletea wewe ukanishauri au ukanisaidia. nida Xianjing, unaona kama nilivyosema, yaonyesha wengi wote tu ni waongo au basi. Nimeweka katika nimewatengenezea mtego. Huyu ni Miss Ling akiwa zake anacheza cheza pale unajua mshikaji anamchukulia poa wakati mwingine kwa sababu ya jinsi ambavyo binti yuko very simple. Lakini kumbuka kipindi jamaa amepewa sumu, jinsi ambavyo Delina alihangaika. Kuna namna alienda kamomba kaka yake ile dawa ile, unamwona jinsi anavyolia, ana mapenzi ya kweli kabisa huyo binti. Na hii iko pia katika maisha ya kawaida, wako watu wanaweza kuwa wanakuchukulia wewe serious sana na ndio watu ambao wanafaa kwa upande wako, afu wewe unawadharau unaenda unawafuata watu ambao unadhani ndio hadhi yako, ukienda huko unanyooshwa unakuja unakumbuka, baadaye mtu ambaye ulikuwa unamchukulia kama boya, alafu matukio yake unamkuta kashajipata sasa. E, sasa nimeletewa barua yako ya pasi, unasema Ar. E, ni ukweli? hey, nilitaka kusikia maneno mazuri sana kutoka kwako. Wewe unafanya nini? shuka shuka shuka haraka. Ah, si shuki, nakwambia, nataka kila mtu anione tukiwa wote hapa pamoja teen... yani leo unajua mi nimepambana sana na kaka yangu kwa sababu yako wewe Milwa. kwa sababu yangu, mm? Yani, kaka yangu alikuwa anataka nirudi nyumbani, lakini baada ya kuhudhuria hiyo harusi ya juzi, nikamwambia mi sitaki kuondoka kwa sababu nataka niishi na wewe. Akakusifia kwamba wewe una lakini, akawa ana uhakika juu ya jinsi ambavyo unafanya maamuzi yako Mi nikamwambia nitakufata, hivo bora niishilie bila chochote, lakini niendelee kuwa na wewe mm? Jamali wakawa wamesikia maneno mazuri sana, kageuka kamtazama mrembo. Basi binti anamkumbatia muda wote, anamwonyesha upendo, yuko naye tu, anasema napenda kujisikia hivi muda wote. Siwezi kupata muda mwingine wa kujisikia kama hivi. Mimi niko tayari kuendelea, kwa kusubiri mpaka akieleweka, hata kama ni miaka kumi ishirini thelathini Aa, mimi niko tayari. Tasubiri tu mpaka pale utakapoamua mimi na wewe tuje kuoana. Sasa unaona kuna namna anajaribu kupenyeza ujumbe wake. Jamaa naye baada ya kusikia binti ataolewa akapata wazo. Kwa hiyo akajikuta anampa sikio binti. Wakaongea mambo mazito kwa muda mrefu kidogo. Kumwambia haya niambie. Niambie. Mm, niambie. Ah, sasa nitakwambia kitu kimoja. Eh, binti kashajiandaa. Mm, kashajiandaa. Sasa kijana anajikaza vile anavyomchukulia unajua, watu wengine u... vile anavyokuchukulia. Kuna mtu mwingine, jinsi unavyomchukulia, hata akikushika tu unakuwa na muhisi labda huyo ni mchafu sana, kwamba amekushika amekuchafua. Kuna mtu mwingine hata akikusogelea tu, jinsi unavyo ms... eh, unavyo, unakuwa hutamani kusogelewa hata yeye. Kuna mtu mwingine kwa sababu umpendi, hata akitaka kukubusu basi, nakuwa kero tu. Kwa hivyo basi, kijana anamfikiria binti wa watu kila wakati, hata anapomsogelea inakuwa kama vile bahati mbaya. Tuachane na hayo, tunaelekea upande wa pili. Kuna wajumbe tunaona hapa, wako wanne. Ni ni nani hawa kama ni wanne? Tuna hisi hisi Jin Mao, Linzu, Chinshe, Jin Chen, labda ni wao, wadada wanne waliofanya kazi Nameless Pavilion, sehemu ya siri kwenye kasri kama secret agents. Njiani, pana kitu fulani kiko barabarani. Ni nani? Ni mtu ni mtu eh, sio kitu, ni mtu. Haya, wanampata mtu mmoja barabarani akiwa ameweka pozi la ajabu kidogo. Mtu huyu ni nani? Anafanana kama vile Cheng Senia. Aha, wanashuka kutoka kwenye farasi wao, funua sura zao, lakini inaonekana wanaanza kubishana nao. Jamani, ninajua kwamba mnaelekea harusini, mnaonaje e, kama tukiongozana pamoja au mimi niende nikawawakilisha? Wewe unataka nini? Nataka mniazime mavazi yenu. Aya, yule mtu akataka kuwashambulia kwa kitu fulani kama sumu ee, wakajitahidi kujikinga, lakini hawakuweza kupambana naye, hawakumwahi yeye, akawa amewabana sasa. Basi angalia, katika hilo kundi la pili inaonekana kuna mabinti wengine ambao basi eh, wako kama watatu na Ochwino yuko hapo. Jamani, nguo hizo hapo, haraka sana, haraka sana. Wakaingia pale kuchukua nguo ili wavae na kuondoka. Chino, huyu hapo nyoka uliokuwa unamtaka. Chino akakagua, naona mzigo uko vizuri na ni nyoka mwenye sumu kachukuliwa huko ko jangwani, nyoka mbaya sana. Je, sasa utanisamehe sana Jimao. Sasa utanisame, sasa hivi inabidi tu nikutegemee, lakini hebu nikuulize, hii silaha ni kwa ajili ya fonshe. Kama unavyojua jamaa, Fu Hongxue waliwahi kupewa sumu ya nyoka na, kuna namna inavyosemekana wakiona nyoka nguvu zinamuisha kwa, kuna namna inaonekana kama akiwa hivyo, kama nguvu hana labda ndo wataweza kumuua. Basi binti amepona pona mara ya kwanza wamekunywa sumu. Bado tu mpaka anataka, aelewe, yani mpaka kieleweke. Mara ya mwisho alimwambia, niliwahi kunywa sumu ya Red Shadow Snake, na baada ya hapo nikikutana na kiumbe cha sampo hiyo basi ile sumu ndani yangu inakuwa inafanya kazi na kwa siwezi kufanya chochote eh, nyama ya nyoka au kunywa damu ya nyoka yaani ina, Fu Hongxue alitrainiwa katika dhehebu la kichawi linaitwa na basi walimpa sumu ya nyoka. Ya mm, na sumu hiyo haina tiba. Kwa hivyo basi kuna baadhi ya viumbe wa aina fulani kama nyoka akiwaona ile sumu ndani yake inaamka inaanza kufanya kazi. Sasa tutahakikisha sumu ya huyu nyoka itawekwa kwenye pombe. Baada ya hapo watu wote watajua Fu Hongxue ni nani. Basi, hili ni tangazo ambalo nalitangaza sasa. Tafadhali, popote pale ulipo mtazamaji, hakikisha una subscribe, una hakikisha unaweka comment. Comment hapo, weka jina lako, niambie unaitazama ukiwa wapi. Hakikisha pia una like na kushare. Ujumbe mwingine, zipo YouTube zaidi ya tatu kama nne, sio sikosei, ambazo hizi eh, jana na juzi nimezifanyia kazi, kuzifanyia setup bora Ngoja ni kuambie kitu usichojua. Ukiwa na YouTube channel huwezi kukosa dola mia mbili mpaka mia tatu kwa mwezi. Sasa tunaposema dola, jamani, sio shilingi. Dola ni pesa nzuri ambayo ina thamani, sio kama pesa yetu ya Kitanzania ambayo hiyo hauwezi hata kuichange. Ukiwa na dola mia mbili au mia tatu kwa mwezi, maana yake ni sawa na laki saba na ni hiyo ni kama wewe huna hata subscribers wengi. Yaani una subscribers wachache Eh, bado video zako hazipati views wengi, unaweza kuingiza mpaka dola mia mbili mpaka dola mia unaona eh? huhitaji kuwa na views wengi wala subscribers, lakini ukifikisha subscribers labda elfu mbili elfu mbili elfu yeah, ambao unaweza kuwafikisha kama uki, ukiwa unapost mara kwa mara, basi utapata mpaka dola elfu moja, dola mia nane ambapo ni sawa na milioni mbili kwa mwezi. Hata kazi unayoifanya unaweza ukajikuta umeiacha kabisa, ukawa unafanya kazi za kuweka content kwenye YouTube. Kama unahitaji YouTube channel, njoo nunua kwangu, kwa sababu zimeshafanyiwa setup tayari. Zipo, wasiliana na mimi kwa namba ambayo unaikuwa ukiiona mara kwa mara kwenye screen yako.